Naam. Uhari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Katika kitu kizuri kutokea kwa Simba eh, hapa nazungumzia Diamond Platnumz, ameweza eh, ku, eh, ameweza kufikisha subscribers milioni kumi eh, au sio? Na inaonekana amekuwa msanii wa kwanza au sio E, kuweza kufikisha e, subscribers hawa katika mtandao wa YouTube e, inaonekana e, ni msanii wa kwanza kutokea nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara e, kufikisha e, au sio kufikisha hiyo e, jumla ya idadi ya subscribers katika mtandao wa YouTube. Sasa tuzo ambayo Diamond Platnumz ambayo atakayoipokea ambapo baada ya kufikisha e, subscribers milioni kumi ataweza kupokea tuzo ya Diamond Play Button, ambapo tunaona uh, kwa mtu yoyote ambaye akifikisha subscribers milioni moja huwa anapata tuzo ya dhahabu eh, tuzo ya dhahabu eh, kama mchango aliyoonyesha katika mtandao YouTube na kufikisha subscribers milioni kumi anapata tuzo ya eh, ya almasi. Sasa YouTube Uh, nimefuatilia hapa katika chat GTP wanaandika YouTube does not currently offer a play button award for reaching, yeah, 10 million. That's official record today. 10, uh, 10 million subscriber play button. But the award your thing is there kwamba, wana kwamba hawawezi kutoa offer yote uweze kufikisha milioni 10, amna offer yote, lakini ukifikisha uh, E, hao idadi ya subscribers utapata au e, utakuzawadia, e, tuzo ya e, subscribers milioni e, kumi ambapo ni Diamond play button, na imeweza kudesainiwa katika e, katika madini ya, ya silver la, lakini pia e, itakuwa na crystal lakini pia wanao present ni YouTube au sio? Kwa hiyo ukiweza kufikisha hizo milestone eh, YouTube watakupa au sio? unaweza uh, kukupa hiyo tuzo. Kwa hiyo Diamond amekuwa ni miongoni mwa wasanii walioweka rekodi na kuweza kuwa msanii wa kwanza eh, kufikisha subscribers milioni kumi eh, akiwa anaongoza Afrika Mashariki na Kati eh, akiwa amewazidi Rayvanny, Bana Boy, Harmonize, Fally Ipupa, Rema, Tyla, Davido, CK, Zuchu. Kwa hiyo hakuna msanii aliotokea eh, chini ya jangwa la Sahara ambaye anamfikia Diamond kwa idadi ya subscribers. Kufikisha subscribers milioni kumi sio mchezo. Na pia atapokea uh, tuzo ya Diamond Play Button. Unamwoni gani? Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.